Maziwa, maziwa ah, okay. Tanzania inalazimika kutumia zaidi ya shilingi bilioni ishirini na tatu kila mwaka kuagiza lita milioni kumi na moja za maziwa kutoka nje ya nchi kufidia pengo la zaidi ya lita bilioni tisa, kutokana na mahitaji ya lita bilioni kumi na tatu kwa mwaka. Kwa sasa, Tanzania huzalisha wastani wa, wa lita bilioni nne nukta sifuri. Msajili wa Bodi ya Maziwa, Profesa George Msalya amesema kiwango cha unywaji wa maziwa bado ni cha chini, mtu mmoja hunywa lita sitini na nane kwa mwaka badala ya lita mia mbili zinazopendekezwa na Shirika la Afya Duniani WHO na Shirika la Chakula Duniani FAO. Katika maadhimisho ya ishirini na nane ya Wiki ya Maziwa yanayofanyika kitaifa mkoani Morogoro katika viwanja vya Shule ya Msingi Kendege, bodi ya maziwa imegawa maziwa kwa wanafunzi zaidi ya elfu moja katika Shule ya Msingi Agape na sekondari Kitungwa kuhamasisha unywaji wa maziwa mashuleni. Hali ya unywaji maziwa nchini kwa sasa, takwimu tulizonazo ndani ya serikali ni kwamba kila Mtanzania kwa sasa anakunywa lita 68 kwa mtu mmoja kwa mwaka. Lakini kama nilivyotangulia kusema, mahitaji kwa mtu mmoja kwa mwaka kwa ajili ya afya njema na ukuaji mzuri hasa kwa watoto ni lita 200 kwa mtu kwa mwaka. Kwa hiyo mtaona kwamba tuko juu ya robo tu ya mahitaji yetu. Tunapata robo tu ya kila ambacho tunakihitaji hapa hapa nchini. Na maziwa tunayozalisha nchini lita bilioni 4.01 tunakunywa kunywa yote, hakuna maziwa tunayomwaga. Wako watu wanaosema kwamba soko la maziwa halipo, waje Bodi ya Maziwa, tutaonyesha masoko ya maziwa. Tunahitaji maziwa kwa ajili ya viwanda, tunahitaji maziwa kwa ajili ya watu wetu. Maziwa bado hayatutoshi, maziwa tuliyonayo nayo ni kidogo. Na nimesema kwamba tuna pengo la lita bilioni tisa nchini na ndio maana tunaagiza maziwa takriban lita milioni kumi na moja tukitumia shilingi takriban bilioni ishirini na tatu kwa mwaka kwa wastani kuagiza maziwa kutoka nje ya nchi kwa sababu maziwa hayatoshelezi hapa nchini. Mkuu wa wilaya ya Malinyi, Wakili Sebastian Waryuba, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Morogoro, katika ufunguzi wa maadhimisho hayo, amesema mkoa wa Morogoro una ng'ombe zaidi ya milioni mbili, ambao walioboreshwa ni zaidi ya elfu sabini na tisa. Mkakati ni kuongeza uzalishaji hadi kufikia lita elfu hamsini kwa siku na kuchangia shilingi bilioni kumi na nane kwa mwaka katika uchumi wa mkoa. Mwaka huu Serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi na Bodi ya Maziwa Tanzania imetoa nafasi kwa mkoa wa Morogoro kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya kitaifa. Hii ni kutokana na mkoa huu kuwa miongoni mwa mikoa ya Tanzania yenye ng'ombe wengi takriban milioni 2 na elfu 39 na 56 na ambapo ng'ombe wa asili ni milioni 1965 na, na 847 hao ng'ombe wa kienyeji wa asili hao na ng'ombe walioboreshwa ni 79,209. Wafugaji wetu katika mkoa wa Morogoro wanazalisha maziwa kidogo licha ya mkoa kuwa na idadi kubwa ya ng'ombe. Uzalishaji huo mdogo unachangiwa na mifugo mingi kuwa ya kienyeji na wafugaji wetu kukosa elimu ya ufugaji bora. Katika kuhakikisha mifugo inaleta tija zaidi, serikali ya mkoa imeweka mikakati mbalimbali ikiwemo kuhakikisha maafisa ugani wanatoa elimu kwa wafugaji ili kufanikisha uzalishaji wa lita elfu hamsini za maziwa kwa siku. Aidha, kupitia mikakati hiyo tunatarajia maziwa kuchangia shilingi bilioni 18 kwa mwaka katika uchumi wa mkoa, hatua itakayosaidia kukuza uchumi wa mkoa na taifa kwa ujumla. Baadhi ya wadau wa maziwa na mifugo wameshauri serikali kutoa elimu na vifaa kwa wafugaji ili kuongeza uzalishaji wa maziwa nchini kupunguza gharama za uagizaji wa maziwa kutoka nje ya nchi. Sisi kama wadau tunapenda kuiomba serikali iweze kutoa elimu kwa wafugaji ili waweze kutoa maziwa bora, kwa sababu kwa mfano unaweza kwenda kufika kukuta sehemu kuna maziwa yanauzwa lakini ukienda kuyapima unayakuta yana maji, au ng'ombe alikuwa na matatizo amekamua hivyo hivyo, au ana sindano anakamua hivyo hivyo, kwa yale maziwa yanakuwa hayana afya haswa haswa kwa watumiaji. Lakini pia mitambo kwa hao wanaoweza kufuga, kufuga ng'ombe e, pia mitambo inakuwa haipo, kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kwa wafugaji wetu wa nchi nzima kwao, ili Serikali iache kuagiza maziwa kutoka nje, cha kwanza natakiwa iandae mpango mkakati wa kutoa elimu ya kutosha hususani kwa wafugaji wetu, lakini pia iweze kuwasaidia iandae mpango maalum, aidha mpango wa kuwakopesha waweze kupata mitambo kwa ajili ya kuweza kukamulia ng'ombe pamoja na kutunza ng'ombe. Lakini pia wafugaji hao hao hata ukiwapa mafunzo hawatumii yale mafunzo ili kuboresha mifugo yao. Kwa sababu gani? Mafunzo ukiwafundisha utaalamu, ni kwamba ule utaalamu unaowapa unahitaji pia gharama, na zile gharama ni kwamba pia mfugaji anashindwa kuzimudu, na ndio maana unakuta kwamba mfugaji anashindwa kuzalisha kama ambavyo inatakiwa azalishe. Lakini pia una namna ambavyo pia malisho, malisho ya chakula pia ni changamoto ni changamoto kwa sababu pia malisho ambayo ng'ombe wanakula hayana vile virutubisho ambavyo vinastahili kumjenga ng'ombe, lakini pia kuzalishia. Kwa mfano, naweza nikatolea mfano, wafugaji wengi wamezoea kuwalisha ng'ombe akikata yale majani, wakati huo huo anayapeleka kumlisha ng'ombe, kitu ambacho sio sawa. Na yale majani hata kama ni yako green, yani ni ya kijani, bado hayana virutubisho kama ameyakata muda ule ule na kuwapatia mifugo. Kwa hiyo inabidi yale majani, ili aweze kukipata kile kilichomo kwenye yale majani, inabidi yale majani akisha yakata, akayahifadhi kwenye kivuli na kile kivuli pale, kwenye kivuli anatakiwa ya yakae kuanzia siku tano mpaka siku saba. Yakishakaa ule muda akimpatia mnyama wake, sasa ndio anaweza kupata kile kitu ambacho kiko ndani ya hayo majani, ambacho kinaweza kumsaidia ule ng'ombe akuzalishie, lakini aweze kujenga mwili, kwa sababu ng'ombe kwa asili yeye chakula chake ni majani. Lakini hayo majani ng'ombe ana, kuna kitu kinaitwa dry matter. Kwa Kiswahili sifahamu lakini hiyo dry matter Ndo inayomfanya mnyama aweze kuzalisha lakini aweze kutengeneza mwili wake. Sasa kama awezi kuipata hiyo matter kwenye majani, obviously huyo ng'ombe awezi kuzalishia vya kutosha. Nikiripoti kutoka kutoka mkwani Morogoro, mimi ni Jackson Johni.